Njia mojawapo ya kupunguza mahangaiko ya wale wanaotafuta huduma ya kuongezewa damu katika hospitali ya Rufaa mjini Kakamega. Kundi la vijana wa kizazi cha Gen Z walifika kwenye hospitali hiyo kwa kujitolea kutoa damu itakayotumika kwa wale ambao wanafika kwenye hospitali hiyo wakiwa wamepoteza damu kupitia kwa ajali pamoja na magonjwa mengine. Vijana hao ambao ni mashabiki wa klabu ya mpira ya Chelsea ya Uingereza wanasema idadi kubwa ya wagonjwa wanaofika kwenye hospitali hiyo Haswa, wale ambao wamepata ajali huteseka wanapoitishwa damu. William Akos anaarifu. damu ambayo wamejitolea kutoa leo pia itasaidia wagonjwa wetu particularly alongside Kakamega Kisumu highway, kuna ajali mingi huwa zinatokea, and such casualty cases zikitokea na huwa zinaletwa hapa, zinakuwa handled sana sana hapa the general hospital. Ndio juhudi ambazo zinaendelea kuwekwa na vijana county ya Kakamega kuhakikisha kuwa wamepiga jeki matibabu katika hospitali ya rufaa mjini Kakamega. We are here with our fellow Chelsea Kenya fans for to save lives. And to nurturing for nurturing mothers. Hii ni afueni kwa wagonjwa ambao watakuwa wakifika hapa na kutafuta huduma ya matibabu haswa wale ambao wanatafuta kuongezewa damu. You can get a person amepata ajali pale nje amepoteza damu, hii damu itamsaidia. Kuna wale wagonjwa wamezaliwa na sickle cell diseases. Hiyo da, wakati wanaenda chemotherapy wanahitaji damu pia. Kuna magonjwa kama kansa Like for example for cervical cancer patient unaona, wanakuwa sana sana wana bleed na wanahitaji kupia damu. Vijana hawa ambao ni mashabiki wa klabu ya Chelsea kule Uingereza wamepiga jeki hospitali hii kwa kujitolea kwa kupatiana damu pamoja na vifaa vingine kwa wagonjwa ambao wako hapa. uh, have. Ingawaje vijana hao wanataka damu ambayo imetolewa kuhakikisha kuwa inatumika kwa wagonjwa ambao wanafika hapa na kutafuta huduma hiyo. Sasa hiyo damu tunaomba tu ya kwamba wananchi sisi tunatolewa tamu, tunatoa damu bure alafu wana, wanataka tuuziwe sa hizi hatuna hela, hatuna pesa, alafu naomba ya kwamba Kenya hii yetu mali tumefikia, tunaomba usaidizi, na hatuko tu Chelsea Kenya Kakamega branch, tuko na Meru, tuko na Mount Kenya, Mombasa, so tumekuwa all over the country right now, you are even tra traversing up to other East African countries like Uganda, and Tanzania and Rwanda. William Akos, NTV Mashinani, Nikiwa katika lango kuu la hospitali ya Rufaa mjini Kakamega, kaunti ya Kakamega.